yameendelea kuibuka kutokana na sakata la mchezo wa Kariakoo derby kati ya Young African dhidi ya Simba Sports kuto kuchezwa majela saa moja na robo usiku katika dimba la mkapa jini Dar es Salaam, kwa sababu kubwa zifuatazo: moja, ni Simba Sports kugomea mchezo kutokana na kushindwa kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku moja kabla ya kuamkia siku ya mechi. Na Simba Sports wao walifika mpaka eneo la Benjamin Mkapa kwa ajili ya mazoezi, lakini wakazuiwa na meneja wa uwanja pamoja na mabouncer ambao walisemekana ni mabaunsa wa da Young African, hivyo basi kikosi cha Simba kikatoa taarifa kwa umma kwamba hakitupeleka timu uwanjani kwa sababu wamenyimwa haki yao ya msingi kutokana na kanuni za bodi ya ligi kuto kufanya mazoezi katika dimba ambalo eh, inabidi wafanye mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Lakini kwa upande mwingine, Yanga Africans wao walipeleka timu uwanjani, walifanya mazoezi kabla ya mechi na walitangaza kabisa kikosi, wakimaanisha kwamba mchezo huo wao wanatambua upo, na wameahidi kwamba hawatacheza mchezo mwingine tena, uh, wa dabi dhidi ya Simba, kwa sababu siku ya mchezo Simba hajatokea. Lakini uh, bodi ya ligi wao wakatoa taarifa kwamba E, wanatoa taarifa ya kuahirisha mchezo huo, ambapo kikosi cha Yanga e, akilienda uwanjani lakini Simba hakutokea. Huku katika taarifa yao bodi ya ligi wakisema kwamba Yanga wana makosa lakini pia Simba wana makosa. Yanga makosa yao ya kuto kuwaruhusu Simba kufanya mazoezi katika uwanja, lakini makosa makubwa ya da Yanga ya eh, Simba kulikufika uwanjani uh, kwa sababu wao walikuwa wameshatoa taarifa. Ilitosha tu kwa wao kutoa taarifa, lakini uwanjani waende.